Karibuni tena katika tafakuri yetu ya Rozari sala ya tafakari, na leo ni siku ya kumi na saba katika mwezi wa kumi, mwezi wa Rozari. Na leo tafakuri yetu inajibu tena swali je, tunaweza kusali Rozari bila ya kutumia punje za Rozari? Baada ya tafakari ya jana tuliweza kupokea maswali na mojawapo lilikuwa ni swali hili. Tuliulizwa, je, mtu anaweza kusali sala ya rozari bila ya kutumia punje za rozari? Jibu ni ndiyo. Kama tulivyoona katika tafakuri zilizotangulia, kusali sala ya rozari kwa kutumia punje za rozari ni utaratibu murua uliowekwa na kuzoeleka. Kusali sala hii kwa kutumia punje za rozari inatusaidia kukamilisha mafungu ya sala ya rozari pasipo kupoteza idadi. Hakika ni changamoto pale mtu anapozama katika sala na papo hapo kuweza kukamilisha idadi ya sala ya marudio ya fungu moja na mengineyo bila kukosea, ikiwa kama anasali pasipo kiongozaji yaani rozari lakini kwa jinsi mafungu ya rozari yalivyopangwa katika punje za rozari, inamsaidia sana anayesali rozari kutulia katika sala pasipokuwa na shaka ya idadi ya sala ya marudio kwa kila fungu. Tuliona vilevile kuwa tunaposali sala ya rozari kwa kutumia punje za rozari, inatusaidia kufanikisha tafakuri ya ndani ya sala kwani hatupati usumbufu wowote katika akili wala kuhesabu na kusali. Utulivu anaoupata mtu katika sala ya marudio unamfanya azame ndani kabisa kiroho na kuhisi muunganiko wa kiroho na Mungu. Sasa tuseme kama mtu hana rozari, je, aache kusali sala ya rozari? Hapana, bado unaweza kusali sala ya rozari pasipo punje za rozari. Ni muhimu kuelewa kuwa siyo sheria kusali sala ya rozari kwa kutumia punje za rozari, lakini kama tulivyoona hapo juu, kuna faida kubwa ya kutumia punje za rozari. Sasa kama mtu hana rozari na anataka sala yake ya rozari iwe na mafanikio mazuri, je, afanyeje? Binafsi nadhani patahitajika ka ubunifu kidogo. Maana yake mtu anaweza kutumia kitu chochote alichonacho ambacho kinaweza kufanikisha sala ya rozari kwa mafanikio. Kwa mfano, mtu anaweza kutumia vidole vya mikono yake miwili akikunja kidole kimoja kimoja kukamilisha mzunguko wa fungu moja, yaani marudio ya mamkio kwa Bikira Maria mara kumi. Vilevile vile, mtu anaweza kutumia vimawe vidogo vidogo mithili ya punje za rozari, kama ilivyokuwa hapo mwanzo tulivyoona historia ya rozari. Vilevile anaweza kutumia punje za mazao kama vile mahindi au maharage akishikilia na kutoa katika mkono mmoja kwenda mwingine punje moja moja, kufuatana na sala kama ilivyo kwa punje za rozari. Unaweza hata kuweka na kufuatisha alama katika karatasi vilevile vile. Mtu anaweza pia kutumia pete ya rozari ikiwa kama anayo. Tunaposali rozari kwa pamoja, ni rahisi zaidi kusali sala ya rozari pasipokuwa na rozari, kwani tunaongozwa na mwongozaji wa sala changamoto inakuwepo pale unaposali sala ya rozari ukiwa mwenyewe, au kama wewe ndiyo mwongozaji wa sala basi kwa ujumla, tumeona umuhimu wa kutumia punje za rozari kusali sala ya rozari, lakini siyo sheria kutumia punje za rozari ili kuweza kusali sala ya rozari. Tumsifu Yesu Kristo.